Moja kati ya jambo ambalo mheshimiwa Rais aliliasisi na linaendelea kutekelezwa kwa kasi kwa hivi sasa ni Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo tayari imeshakwenda katika mikoa ishirini na mbili na kuwahudumia Watanzania hasa wenye uhitaji wengi kweli kweli. Kampeni ile ina malengo makubwa mawili. La kwanza ni kutoa elimu ya sheria kwa wananchi ambao wanahitaji elimu hii. Lakini la pili ni utatuzi wa migogoro, pamoja na elimu tunatoa utatuzi wa migogoro. Sasa, ili kulifanya jambo hilo liwe endelevu Mheshimiwa Rais ameruhusu ajira ya maafisa maendeleo wa jamii katika kila halmashauri tunao. Tayari kazi yao ni kuendeleza utoaji wa huduma msaada wa kisheria, kuwasikiliza wananchi na kupeleka kero hizo kwa wataalamu wa sheria walioko kwenye maeneo husika, hivyo kufanya Mama Samia Liguad campaign kuwa endelevu. Lakini la pili katika mji wetu wa Songea katika manispaa yetu wa Songea, wa Ruvuma, wa Songea na mkoa mzima wa Ruvuma, Mheshimiwa Rais kupitia muhimili wa mahakama ametuona na kutupendelea. Katika hali ya kawaida wale ambao walikuwa wanakata rufaa kutoka mahakama kuu walikuwa wanatakiwa kwenda Iringa, mahakama ya rufaa ilikuwa ni Iringa. Mheshimiwa Rais ameliondosha hilo kwa kuanza kutujengea kituo jumuishi cha mahakama hapa Songea ambapo ujenzi unaendelea katika kata ya Msamaha. Jengo hilo la ghorofa nne likishakamilika litakuwa na mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja. Kwa hiyo habari ya sisi sasa kwenda Iringa kufuata mahakama ya rufani imekwisha, tutaipatia hapa. Mara kadhaa tumekuwa na malalamiko katika mfumo wa utoaji haki, ucheleweshwaji wa kesi, kutoridhishwa na maamuzi na malalamiko dhidi ya rushwa. Katika muundo wa mahakama, tuna Tume ya Utumishi wa Mahakama ambayo kazi yake ni kupokea malalamiko ya watumishi wa mahakama pale ambapo wananchi wanaona watendewi haki. Sasa katika ngazi ya mkoa Mwenyekiti wa kamati ya maadili ya mahakama ni mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika ngazi ya wilaya ni mheshimiwa mkuu wa wilaya. Niombe kutumia fursa hii, mosi, kwa wenye viti katika ngazi ya mkoa na wilaya, tuhakikishe kamati zetu zinafanya kazi vilivyo, ili tuweze kupokea malalamiko ya wananchi pale ambapo wanaona hawajatendewa haki.